Ni kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wameendelea kushinikiza serikali kutatua mgomo wa wahadhiri ambao umeendelea kwa mwezi wa pili sasa. Wakizungumza katika maeneo tofauti nchini, wanafunzi hao wamedokeza kuwa watakuwa wakiandamana hadi pale serikali itatimiza haki yao ya kikatiba ya kuwapa elimu. Aidha, baadhi ya wanafunzi ambao wamelalama kuwa wanakabiliwa na changamoto mingi kama kujiingiza katika vikundi vya uhalifu, unywaji wa vileo na kufanya baadhi ya vitu ambavyo inaweza kuwaletea matatizo. Imekuwa shida mno aza kwa wanafunzi wengi. Hii mgomo itatu affect kama wazazi kwa sababu tunalipa rent, tunatuma chakula na mahitaji mengine, kama vile mtoto msichana huwa anahitaji mahitaji mengi. Serikali ya, ya sasa hivi iweze kushughulikia hii mambo haraka kwa sababu watatumiza na waumize watoto na na semester huwa inaisha haraka, tutakuwa so, tumesha maliza masomo mapema ma, lakini ona sasa, imebidi imesonga muda, masomo imeenda mbali kidogo. Sasa itabidi kama next year hivi tutakuwa tunaendelea na, na masomo yetu. Sasa na, inaleta hiyo nini kukaa idle, na hiyo inaweza fanya hata akili kufikiria vitu mbaya mbaya, na hapa tuko campus, so inani ina, ina, affect sana. mimi niweze kupeana pesa zenye tunahitaji na kama tulivyoshirikiana eh, tulivyo, eh, na tukaitikiana ni kwamba sisi tutarudi kazi wakati ambapo hizo pesa zitalipwa, na hakuna jambo lingine kusema kweli. Tangu hii serikali ichukue usukani, maisha na gharama ya maisha yameenda juu sana, watu wengi wa wamelala njaa. Unapigiwa simu hata usiku, anakuambia kuja, mtu fulani amelala njaa siku ya nja, tatu, kuja mumwone. Unaona, vitu kama hizo imetu affect sana juu, unajua the moment mtu anakuwa busy akili yake imetulia. Akili yake ikiwa busy utapata hata kukula akuli sana, so hii mgome imetuathiri sana, na kulingana na mimi, government is failing us.